Mtazamaji wa Tutu TV, huyu ni shabiki wa Simba aliyeamua kuyakwepa mateso na kuamua kujiunga na Yanga rasmi. Na hapo mbele yako ni baada ya kupewa jezi ya Yanga na kuamua kuichana jezi ya Simba na kujinasibu kwamba sasa ni tukio la wa shabiki wa Simba kuiacha timu yake na kuhamia katika timu ya Yanga.

Hata hivyo Tutuo TV ipo kwenye harakati za kumtafuta ili kutaka kujua kwamba ni sababu gani kubwa ambazo zimemfanya uh, aachane na klabu yake ya Simba na kujiunga rasmi kinda, kuwa shabiki wa Yanga kindakindaki, ambapo ameonyesha kwamba yawezekana kuwa akawa alikuwa na mapenzi makali tangu awali.